Kati ya hao viongozi zaidi ya mia mbili tulionao wanaounda e, e, uongozi kwenye majimbo pamoja na viongozi wa ngazi ya mkoa tumejiridhisha kwamba ni viongozi kumi na moja tu ndio wamehama kwa huo upepo uliokuwepo. Sasa, baada ya kikao kutathmini kwa kina hali hii, bado tumejiridhisha kwamba hali ya chama kwenye mkoa wetu wa Tabora bado iko imara na baraza la uongozi limeagiza limeziagiza mamlaka zinazohusika kwa maana ya kamati za utendaji za majimbo pamoja na ba mabaraza ya uongozi ya wilaya zenye jimbo zaidi ya moja kuziba nafasi hizo mara moja, sawasawa na agizo la kamati kuu. Itakumbukwa tarehe 23 na tarehe 24, kamati kuu yetu ya chama iliketi jijini Dar es Salaam, na tarehe 25 makamu mwenyekiti wa chama bara mheshimiwa John Wegesa Heche alitoa maazimio ya kamati kuu, na moja ya maazimio ni kuziba nafasi zilizo wazi kwenye ngazi zote za chama. Kwa maana hiyo, na mimi kama mtendaji mkuu wa chama kwenye ngazi hii ya mkoa, ndani ya mkoa wa Tabora, ninawaelekeza makatibu wote wa majimbo na wilaya kwenye mkoa wangu kuziba nafasi za viongozi wote hao waliotoka. Na sisi tume, tume, tume tumeainisha hapa, karibu kila jimbo tumeona waliotoka. Kuna majimbo ambayo hayajaguswa kabisa, kama jimbo la Manonga, jimbo la Nzega vijijini, jimbo la Bukene, jimbo la Ulambo, jimbo la Kaliua, jimbo la Igarura hawajaguswa kabisa hakuna waliotoka, lakini kuna jimbo kama Igunga ametoka mtu mmoja. Nzega mjini mjumbe mmoja wa kamati ya utendaji e, Nzega wilaya walienda wawili, japo nimekwishapokea taarifa zao kwamba walidanganywa wanajuta, lakini sisi tunawahesabu kwamba walienda. Tabora manispaa wa hapa mjini aliondoka katibu wa wilaya. Sikonge waliondoka wawili, kwa maana ya katibu mwenezi pamoja na mjumbe wa mkutano mkuu. Uliankuru aliondoka kaimu mwenyekiti, yule alikuwa na kaimu nafasi ya wenyekiti, na kaliua wilaya alitoka katibu wa wilaya. Kwa hiyo hizo nafasi zote ambazo viongozi hao waliondoka ama kwenda CHAUMA, hata kama hawakutoa taarifa, ili kuonesha kwamba tunayo hazina kubwa ya viongozi, aondolewe kwenye nafasi yake na nafasi yake izibwe mara moja kama alionekana tu yuko Dar es Salaam kwenye kile kikao cha CHAUMA aondolewe kwenye nafasi yake na nafasi yake izibwe mara moja. Kwa hiyo baraza la uongozi limeelekeza hivyo. Lakini bado tumeamini kwamba idadi hiyo ya watu kumi na moja walioondoka haifiki hata asilimia nane ya viongozi wote wa mkoa tulionao. Kwa maana hiyo bado chama chetu ni imara ndani ya mkoa wa Tabora.